Welcome Back to MHK Mind and the Creative Artistic Hub. Kwa nini mazingira yana mata sana? Why environment matters in the changing of our habit? Ni kwa sababu moja tu, akili zetu, when we tulipozaliwa akili zilikuwa empty. It was like an empty cup. Na baada ya kuzaliwa, baada ya kutoka kwenye utumbo wa mama yako au wa mzazi wako, hapo ndo akili zetu zilianza kutengenezwa kupitia milango mitano ya fahamu, ambapo kuna kusikia, kuna kuona, kuna kunusa, kugusa pia na kuonja. Kwa hiyo hiyo milango mitano ndiyo inayotengeneza akili zetu. Pale unaposikia wimbo, unaposikia sauti yoyote, unaposikiliza kitu chochote kile, kinaingia na kinatengeneza perception kulingana na information au data ulizonazo. Hivyo basi mazingira yanamata sana, unayoambatana nayo, kwa sababu mazingira, mazingira it is a total environment that is surroundings us, it means that any information inayoingia katika akili yako inatokana na hayo mazingira. Ndiyo maana katika kubadilisha tabia au kufanya kitu chochote chile, mazingira yanamata sana. Huwezi kusema anaacha kunywa kitu fulani, lakini bado naambatana na hao watu wanaokinywa kunywa hicho kitu. Uwezi kuacha kitu fulani wakati bado unaambatana na, na yale mazingira ambayo yana-, yana, yana support kile kitu, na utapata ugumu mkubwa sana unapo associate na mazingira ambayo hayaendani na kile kitu. Ndio maana hata mwana, mwana mwana mwana mwana falsafa mmoja ambaye amedili sana kwenye mambo ya uongozi, anaitwa John Maxwell alikwambia environment sema yeye alisema ni time and action when you do things when you do the right action with the wrong with the wrong time you will get resistance sasa mimi nilisema mimi mimi nilis, nili, nilitoa ile time nika replace environment na na mimi kwa mtazamo wangu naona hata time inaweza ikafunction kama environment. Kwa unapofanya the right action at the wrong environment kuna possibility kubwa wewe kukutana na resistance, yani, m, kipi, m, kipingamizi kikubwa ya sana kwenye mambo yako unayoyafanya. Ndio maana tunakushauri kwamba find the right environment that goes in harmony with what you do, ndio maana hapo utafanikiwa unapofanya hivyo. Kwa hiyo mazingira kwa maisha yetu tunachochote tunachokifanya, yanamata sana. If you don't know how to harmonize, how to leverage environment, you can continue following, subscribe, we shall learn together. Kwa hiyo angalia sana mazingira unayoambatanisha akili yako, kwa sababu mazingira ndio yanayotengeneza product ya ubongo wako.